Oya we, kama nimetoroka milembe. Baba Andrea, unajua tuto chakula hawana ndani, kwenda <laughs> usintibua akili Baba Andrea kwenda <laughs> kuna Ewa, mama, kuna kuima tu, kuna hata, hujui kitu, hujui kitu, kwenda <laughs> <laughs> Leo mara gapi tumejikuta tume, tume tuko e, au ndo Jumamosi fulani vitulivu e, tulivu tumependeza e. Vizuri tukasema sasa, mimi nimefunga hivi, kasema nashanga bwana, nafika ndaka vya mtu naye ana kilemba mimi e, na kilemba yani e, leo ni kwenda na miwani leo, umetoa wapi e. Sasa so, umependeza hatari sana eh, kaoka kama umetoroka milembe e, nimeambiwa wanavaa hivyo, kasema okay. Oya we kwenda kwenda <laughs> o niko gudi kabisa mm, uh -huh. yeah, zinaingia ah. Leo kama tumetoloka milele ewana <laughs> <Kwewe. Kendra. Kwe. laughs> Kwanza tutoe shout za nguvu kwa ma content creator huku mitandaoni, yes. TikTok wapi? yeah. kiingia Of course, unaenjoy life hata kama mm, una stress na nini, lakini yeah, ukiingia unapata kuenjoy life, unapata kusahau matatizo ambayo yanakuandaa makodi za mwenye nyumba na nini vitu fulani vyote unakuwa na visahau. Uh, so shout out za nguvu kwa ma content creator haswa mm, hapa nchini kwetu Tanzania, content zao zinahusisha Kiswahili yes. So shout out za nguvu kwao lugha mama kabisa mm -hmm. Mm -hmm. E bana, karibisha. Mm -hmm. shout out kwa nani <laughs> kwa designer <designer> wako <laughs> kufunga kilemba au ni wewe mwenyewe? Shout out kwa designer alionifunga kilemba, umependeza, asante sana yeah, metoka Mirembe <laughs> <laughs> sawa. So, tumkaribishe pia mtazamaji uh, time nzuri mm -hmm. kabisa, zi gossip table tayari, wambea wawili yeah. tuko ndani ya nyumba. Woo. mtumbili kama milioni nenga mm -hmm. Hatari sana bana sana, tukaribishe vizuri yeah. Na taarifa ambayo tuko nayo leo bwana nahusu mm, eh, Bilnas baba Naya bilnenga eti bwana eti kwamba Naya anamiliki simu na laini mm, Naya eh, anamiliki simu na laini kasajili kwa namba ya NIDA, ndio hapo sasa sababu nimsikia siku Nandi asema hivi kama kama Yami alisema ya hajanipata ya mimi kwenye simu yangu, ana namba ya Memo ambaye ndio dada wa Naya angempigia hata Naya Naya ana laini ana namba ya Naya kumbe Yami na ya namba paka ya Naya kwamba alo, Naya mpe mama ako simu niongee <laughs>

Sasa so, so tunajua biashara yake ni muziki mm. biashara kuu yake ni muziki, biashara ya pembeni mm, ambayo ya uzaji simu na nini, yes. so kupitia ukurasa wake wa Instagram Bilnasi Bilnenga Mafioso ameandika waraka, maana niseme ni waraka huu, maana kaandika ni mrefu kwelikweli mm, lakini nikasema tutausoma kivyovyote. Ameandika maandishi marefu kana kwamba ni ese, tutapita nayo kivyovyote sisi, ese hazitushindi kitu bwana kwa hiyo kwa mujibu wa Bilnas, so Bilnasi ameandika hivi: juzi niliandika waraka kuhusu vitu vingi vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia na sanaa zetu. mm. lengo sio kuwavunja moyo au kuwakatisha watu wapya au vijana wenye ndoto ya kuingia kwenye tasnia, bali ni kuwakumbusha na kuwaandaa kukabiliana na ulimwengu wa ukweli. Ndiyo maana nilisema kabla ya kufanya hizi kazi, usisahau kumwomba Mungu akupe roho ya kustahamili na nguvu ya kukabiliana sasa nitaanza kuelezea mambo kadhaa kwa uchache. Nilizungumzia dhuluma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo, wacha nianze na dhuluma. Kuna dhuluma nyingi zinafanywa na wadau, labels, managers, promoters, wamiliki wa media, distribution company na kadhalika, lakini leo wacha nianze na upande wa distribution. mm -hmm. mm -hmm. Nitamwelezea Michael Mlingwa aka Mx Karta kama mmoja wa wadau muhimu lakini wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu tunazozitolea jasho, na mimi nikiwa ni mmoja wa wahanga wa dhuluma hiyo. Na naamini baada ya hili mtasikia vilio vingi vyenye kufanana na hiki. unaweza ukaamini wimbo mkubwa kama Puu sijawahi kupata hata senti moja ya mauzo yake upande wa digital, na hata unapofika wakati wa kupata stahiki zangu na kuwa naomba au kubembeleza na kuwa makubaliano ya kisheria. Hiyo ni moja, nitarudi kuelezea ya mengi yanayofanywa na watu kama MX kata na washirika wao. Kamaliza hapo, Kamaliza hapo. umetoka kwenye tasinia kwamba inasababisha msongo wa mawazo ina hey. ushitani hmm. Sasa tumekuja pia kwenye swala so zima la usambazaji ama wasambazaji madistributa zao. Hivi punde ule alaimba naje melode nadundapu alafu mwana ngoma nzuri sana e, ni ngoma nzuri sana, mm, sana, sana sana, lakini <laughs> kamtaja MX cutter mm, ambaye ni, huyu ni, ni, ni rapa yes. E, lakini pia ni mwandishi na produsa Mexicata anafahamika kitambo sana, ni moja mm -hmm. kati ya watu ambao wanafanya muziki wetu pia unakuwa unatembea. Ndiyo. So huyu ni distributor mkubwa mm -hmm. na yeye amemtaja kama ni moja kati ya watu ambao wamesababisha ngoma yake ya pu isimwingizie hata senti ao. Mexicata ndio katumika kwenye kuisambaza ile ngoma. Unajua, duniani kote hawa wasanii wanaofanya muziki wanakuwa mm -hmm. na madistributors wao ambao wanasimamia kazi za msanii mm. Mara nyingi unakuta wasanii ambao hawapo kwenye music labels kubwa, kwa mfano ukiongelea mtu kama Young Lunya unataja, uh, unataja malebo makubwa unataja nini ni unataja, ni, ni, ni Sony. Yes. Yeah, unataja yeah. Hizo ukitaja mtu kama Aslay, unataja. yaani ni Diamond, kuna kipindi ilikuwa Universal mm. So unakuta hizi jana pia nimesikia kama Mboso kwenye Ziki Media pia kuna Yeah, yeah. So kuna unakuta wao eh, wow, ndio wanasimamia haki za ye msanii lakini pia wanasaidia. Yes. Au wanasimamia kwenye kudistributi kazi zao ndio kwa... ya malipo pia yeah. kwenye malipo wanasimamia mm. Kila kitu sasa kwa hapa Tanzania, unakuta mtu kama Bilnass Bilnenga. Yeah. E, ukimwangalia yeye anafanya kazi, mara nyingi unakuta kazi zake ni za ndani sio za nje, kwa hiyo hata distributor wake ambaye atamtafuta ni distributor ambaye anajua muziki wa kwetu ndani unasambazikwa una vipi? yes. so unamtumia mtu kama mxkata -mx ili mziki wako uende mbali, lakini mwisho wa siku yeye ndo anaudidimiza anaudidimiza so ye kasema dhuluma lakini hatujui kwa upande wake akadhulumiwa upande gani mpaka mm, mamua kusema he, na sadhani kama binafsi ni msemaji sana wa hivi vitu. Sio mwongeaji, ni mtu mmoja ambaye sio mwongeaji mm. ila mpaka unaona mtu mkimya akaamua kuzungumza, huenda kweli kuna jambo he, he. Na hii dhuluma huenda kweli ipo, ama haipo yeye binafsi ndio mwenye kujua mm. kila kitu sasa mm. uh, <laughs> Yani, natama natamani kujua mm. Yani natamani kujuamkaa kamdhrum kivipi n natamani kufahamu kamdhurumu katika upande gani, maana ukimwongeleamata unaongelea maib ambao wanajua wanafanya kazi gani yeah, wanajua wanafanya nini, na ukiangalia, ukiangalia wimbo wapuu ni wimbo ambao ulifanya vizuri sana, sana, sana, sana. Yani tu kufanya vizuri kusikia ulikuwa kuanzia upande wa medias hmm. upande wa radio stations, upande sio kote nyimbo ulikuwa inafanya vizuri, wimbo unafanya vizuri kila idara, kwenye upande mzima wa digital platforms mbalimbali yeah. unafanya vizuri sasa mtu kama Bilnass kusema wimbo wake wapuu haujamwingizia hata senti kwanza, kinatushtusha kwenye mziki wetu, kwa sababu pia tunajua umefanya vizuri, umesikika all over sana hmm. Imagine mtu ambaye yuko Njombe, mtu ambaye yuko Dodoma, mtu ambaye yuko Morogoro, Simi uko. E, simiu anatamani kupenya kimziki na anajua Dar es Salaam mambo akifanya ngoma yake naweza ka... Pimpu kwa haraka, lakini kumbe ndio kwanza ndio chimbuko la watu kudhulumiwa e, kazi zao. Sasa Bilnass na mtu mkubwa yeye tayari anasema hivyo, wewe kama msanii mchanga unajisikiaje? Yeah, tena umetoka mkoani. Wimbo wa pu wewe, msanii mchanga unaosikiliza, unaenjoy nao na bang nao, nasema jamaa bonge moja la ngoma. Sasa huyo nitatoboa tu eh, yeye tu kadhulumiwa, ndio yale tunarudi kwenye masuala ya acute, kwa anaongea masuala ya depression. Yeah, ndio haya pia yanawapa wasanii eh msongo wa mawazo Kumbe kweli kuna mengi wanazungumza humo, huenda labda ndio ushetani ambao wanaumaanisha. Ujua hakuna kitu kibaya kama zuruma mm. Mtu kafanya kazi ile, ni jasho la mtu, jasho lake mtu kafanya kazi wezi, jua hiyo hela ya kurekodia katoa wapi kahaso hey? Kafanya nini mpaka hapo alipofika, ndio mwisho wa siku yeah. Nyewe ndio mesababisha yeah. Mpaka watu wanaacha muziki tunaweza kuwasema kivingine au ne, siu, kitu kitu gani? labda ni ndoa imebadilishwa? Sio, hapana, saa zingine sio ndoa, bali ni nyewe wenyewe wasambazaji pia anasababisha hata wanamuziki wanapitia msongo wa mawazo kiasi kwamba wanaona kama, wanaona kama tasnia ya muziki imejaa ushetani, imejaa mambo kibao ambayo yanawakwamisha wao, na hii sasa inafanya hata pia watu ambao wako nje tasnia kuichukia tasnia mm -hmm. kwa sababu hiyo hiyo watu wanaona kwa inakuaji sasa kama tu hivi jamani. mtu ana boda boda anifanya mambo mengine tulizoea muziki tulizoea zamani kwamba eti wenye shida ni maproducer labda eh, katika yeah, swala so zima la wanawake mm, kufanya kazi lazima kupitia kidogo labda rushwa ya ngono, kwa ni hivyo maproducer pia wanasumbua, lakini sasa hivi sasa kwenye upande wa management mpaka wasambazaji na pia imekuwa ni mm, kero, imekuwa ni shida Hizi siku ngapi wasanii wa, wa wanaweka malalamiko, alianza akaja Zikuti, tulimsikia pia Rose Ndauka, tuliwahi kumsikia pia Vanessa Mdee, sasa hivi kaja tena Bilnass. Hivi uenda jambo lipo, ile jambo lipo poa jambo lipo na watu wasilichukulie, na mimi nilikwambia watu wanataka pa kusemea. Sasa hivyo umeona, unajua ile mtu ukianza mtu mmoja wengine saa, ule woga unaondoka wanaanza kufuata hey, kila mtu anasema. Yatazungumzwa mengi sana mm. Sio, hajaishia Bilnass tu, kuna wengine pia watakuja na jambo jingine sasa nyie ambao mnasimama nyume wa wasanii ndio mnakwamisha muziki, ndio mnafanya pia muziki unaonekana kama vile ni, ni kazi ambayo ni sawa na, mm, na kudeki bahari bwana eh, na ni e, na, kazi ambayo ujua, katika kazi ambayo watu wanajisakrifasi ni muziki, sababu mziki unatafasiriwa tofauti, wengine hey, kama nini, lakini ni, mtu anajitoa mwanga, labda watu anafanya anashuti video akavaa nusu utupu saa zingine ili tu kazi zake ziende, sio kwamba anapenda yale maisha, lakini mtu atasema kwamba ah, yule bwana yule yule fulani bwana ameshakuwa tabia hizi, kumbe nje ya pale mtu ana tabia zake nzuri tu. Hasa just imagine, umejisacrifice familia, imekuona wewe ni wajabu, familia imekutenga saa zingine unakosa marafiki, unakosa hata wachumba kwa sababu unaona labda wewe ni muhuni, alafu mshwa siku sasa, anasema hivi mimi sinaingiza hela, hela yenyewe hata haingii. just imagine. hela yenyewe hata haingii, kuna <laughs> watu wanakula ta... kupitia jasho lako. Madistributa, jamani, madistributa mnakatisha ndoto za vijana madistributa, yeah. mnakatisha ndoto za vijana ambao natamani kuwa wasanii wakubwa kabisa. Mtu anamuona msanii mkubwa Tanzania, anaamini anaweza kufikia huko, lakini mm. anayoyaona na kuyasikia yanamogopesha, yanamwogopesha, yanamkatisha mm. Yana tamaa. Mwingine anatafuta fedha saizi, anaamini akipata pesa yake mm. akijitengeneza kwenye mazingira fulani yeah. mm. ya kufanya muziki sehemu nzuri, labda kwa produsa mkubwa, akafanya video yake kali, anaamini ya anaweza akasogea, lakini mnamtisha kwa hivi vitu vingine ama sijui masuala ya udhuluma, uchawi, sijui hmm, ushirikina na nini na nini, ushetani, vyote hivyo mnatisha wasanii ambao wana plani hmm, ya kuwa wakubwa au wana ndoto za kuwa wakubwa Tanzania. Kwa hiyo tuangalie jamani kwa hiki mnakifanya, wasambazaji, kweni na imani kuweni na huruma na wao mnaofanya nao kazi. Najua mm, kila mtu ana njaa duniani, hakuna mtu ambaye hana njaa, lakini inafikia hatua mtu jasho lake analitoa kwa nguvu zote, basi angalau naye apate matunda, kile ambacho amekipigania angalau hata kwa udogo itakuwa vizuri sana e, mtuka Bilnass tena analalamika. Tunajua Bilnass ana fedha ana hela mm, lakini analalamika, maanake ile faida alikuwa naitegemea kupitia huo wimbo wake ilikuwa ni kubwa, yeah, lakini hajaipata hata kidogo, hata senti mm, kama mwenyewe anavyosema kwa mujibu wa maneno yake. Kwa hiyo tuangalie jamani, hivi vitu mtu anafanya kazi apewe haki yake hiyo.

WCB pale hey, kuna wasanii hey, wangapi sasa uh, hivi waliobaki wangapi kwa idadi hmm, na kulingana na tetesi zingine hmm, baki wasanii tunamwona sana sasa hivi Zuchu na Divoice hmm. Hey, ndio tunamwona lavalava naye hatukupata mlolongo wake mzuri dada yetu hmm, pale tena dada wa bosi mwenyewe naye hatuelewi hmm, kama yupo ama hayupo hmm. Ko ukiniambia ni hesabu WCB na hesabu wawili. The voice na Zuchu. The voice na Zuchu. Eh. Na wengine? Mbosso tunajua ametoka. Mbosso katoka. Lava Lava kuindani nani... atuelewe kama katoka kama yupo. Lava Lava na ieleweki hivi ile katoka yule. Issue ya hivi Lava Lava, issue ya Mbosso swali kufanikiwa bwana, mi ni mwana divoisi tena, alikuwa na vibe hatari, vibe tu nalipendeza. Zuchu sikumwona hmm. Zuchu sikumwona bwana ah. Au tumemfata bwana London ah, nah. Zuchu sikumwona jana, kuna muda si unapigwa tu marufuku nikuone ushakuwa mke wa mtu tena, nikuone e, ole wako ukishaolewa sasa hivi sana unatoka kwa ruhusa ruhusa bila ruhusa ya bwana huo ni ole kuone, wako mwana ukome. Sasa toka ufuatane <laughs> na karatasi itakufuata. Eh, karatasi inakufuata huko huko ulipo maisha yanaendelea. Ni karatasi moja na maandishi machache tu, mimi bwana fulani bini fulani mm. namuacha mm. fulani bini fulani kwa talaka tatu <laughs> Pigwa tatu hiyo, lazima wachanganyikiwe. Maneno machache tu, hata maneno eti, unafikiri unafikiri ile ni kama ile barua ya, ya, ya posa mm. ah, maneno machache tu, ile muhimu tu ile tatu ziwepo pale, zimeonekana au mbili au moja <laughs> moyo, mtu anaandika hivyo, una saa yote. Kuna watu wanaandika taraka mbaya kwenye message, namwandikia mkwe message Mtu aliachwa kwataraka nginja nginja, wanawake nginja, <laughs> siku hizi washaunaga hiyo wanacheza wanabeba wana <laughs> <tata. laughs> na vifurushi vyako taraka nginjanginja aisee, taraka nginjangija <laughs>